Welcome to the nine sports. Welcome to the nine sports. Hello, mtazamaji na imani huu mzima wa afya na, na hii ni nine sports na mimi ni Rogan Leki. Hapo jana tarehe ishirini na nane ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa nne usiku kulikuwa kuna mtanange kati ya Real Betis na Chelsea ambao walikuwa ni mchezo wa fainali wa michuano ya UEFA Europa Conference League. Baada ya mchezo huo, Chelsea akaibuka kwa ushindi wa mabao manne kwa moja. Bao lao tangulizi likifungwa na Eza Zuri dakika ya 9 kwa upande wa Real Betis, na baadaye y kipindi cha pili Chelsea wakasawazisha bao lao wa kupitia kiungo wao Enzo Fernandez akipokea pasi ya upendo kutoka kwa Cole Palmer. Na baadaye dakika sabini, yule yuleyule Akipiga cross na nakimaliziwa kwa keda na mshambuliaji wao Nicolas Jackson, na baadaye dakika ya themanini na tatu Jadon Sancho akaingia kambani akipatia chesi bao la tatu, ambaye alikuwa sabu akimtoa Pedro Neto. Na baadaye dakika ya tisini plus moja Michael Caicedo akipatia chesi bao la nne lililodidimiza Matumaini ya klabu ya Real Betis. Baada ya, ya mchezo huo kumalizika, vijana wa Enzo Maresca, klabu ya Chelsea wakatangazwa kwa mabingwa wa kombe hilo, na Chelsea imekuwa miongoni mwa vilabu ambao vimebeba mataji yote ya Ulaya, yani UEFA Champions League wakitoa mara mbili, UEFA Europa League wakitoa mara mbili pia, lakini UEFA Conference League wakitoa mara moja Ko Chelsea ameingia kwenye rekodi ya kuwa virabu vyenye mataji yote ya Ulaya. Huku vijana wa Manuel Pellegrini ukilala na la viatu, lakini ni furaha kwa upande wa mashabiki wa Chelsea wazee wa darajani. Mpaka sasa, kwenye michuano ya Ulaya zimeshachezwa finali mbili. Finali ya kwanza ilikuwa ni finali ya UEFA Europa League iliyokuwa kati ya Manchester United na Tottenham Hotspur. Huko Tottenham Hotspur akibuka bingwa michuano hiyo. Mpaka sasa tunaisubiria fainali kubwa, fainali ya UEFA Champions League ambapo itakuwa ni kati ya PSG kutoka pare Ufaransa na International Milan kutoka pare Italy. Itakuwa tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2025. Je, unaisubiri na utakuwa upande gani? Na nini maoni yako? Comment hapo ya chini unazani katika fainali hiyo nani ataibuka kuwa mshindi, na nani atakuwa bingwa? Je, ni PSG kutoa taji lake la kwanza, au ni International Milani kuendelea kuongeza mataji mengi na zaidi na zaidi? hii ni nani sports? na mimi ni Logan Leki. Usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe. kisha bonyeza alama ya kengele utakuwa umejisajili na utakuwa unapata makala zote kwa wakati sahihi na muda sahihi. Usisahau kukomenti pia, ya kulike, kushare na kuview. Support yako ni muhimu asante. Uwe na siku njema, Nine Sports.